Ujitambue kwamba wewe ni roho na neno la Mungu siku zote linaenda kwenye roho. Hata kama ukiwa na uwezo wa kukalili maneno ya Mungu elfu moja kwenye Biblia. Kama yako kwenye akili, utakalia kuyatamka, hayaleti matokeo yoyote, hayakusaidii chochote, na ndio watu wengi wamefanya hivyo. Kuna watu wameshika maneno ya Mungu lakini kwenye akili. Kwa sababu kuna watu wana uwezo wa kukariri, hata darasani wote hapa mmesoma mtu anapoingia darasani anajaribu kusoma akariri kwa ajili ya kwenda kujibu maswali kwenye, kwenye, kwenye, kujibu mitihani. Sasa Biblia wengi wanaifanya hivyo, wanaenda na kariri tu. Afu najua, mtu akisema akiwa anasema, eh Yohana sura ya pili, mstari wa tatu, eh Wakolosai tatu, watu wengi, lakini kumbe ya kichwani tu ambayo ambayo ambayo hayakusaidia. Sasa mimi iwanapende niwafundishe ili neno la Mungu litoke kwenye roho, kwa sababu neno la Mungu lisipoingia kwenye roho, bebu watakuja akuingia pamoja na kuyatamka maneno, dhoruba za ulimwengu huu, matatizo, shida, viki unashindwa kuziondoa, zinakufiksi kabisa, unashindwa kumove. Kwa nini? Pamoja na kukemea kwa jina Yesu, bado yale mambo hayatoke Malini, kwa nini? Kwa sababu unatamka kwenye akili, sio rohoni. Kuna kitu kimoja ambacho Yesu alisema kwamba atakapokuja huyo roho, atawaongoza na kuwatia kwenye kweli yote. Huyo roho ndio msaidizi. Sasa ni wangapi ambao wamemfanya wa Roho Mtakatifu kuwa msaidizi? Kwa sababu ukienda kusoma Biblia, unapochukua Biblia unaanza kusoma bila kumwambia chochote Roho Mtakatifu, unajua na karibu Hizo ni dondoo za huyo ambazo unataka uzielemu. Unapoenda kushika Biblia tu unafika tu unafunga papa papa, afu unaanza kusoma, ujue wewe hapo una karibu, tumeelewana. Ukitaka usikaribi, sasa moja, nikupe dondoo chache.